Unajisikiaje baada ya kufanya ibada fupi hapa pembeni ya barabara? Mimi niko sawa, namshukuru Mungu, tumefanya ibada. Ibada imeenda vizuri na watu wametii, wame, wametimiza agizo la Mungu kusanyika pamoja, na kiu yao imeondoka, wamesali na wametoa sadaka iwa jeshi la polisi ulikuwaje ulipokuwa unazungumza nao? Jeshi la polisi kama kawaida yao, ni kwamba wao wanataka kutimiza wajibu wao, kulinda amani na kusimamia sheria, lakini kuna mao mawili ambayo magumu kidogo, kati ya sheria kati ya sheria na amani, inakuwa ni ngumu eh, moja, nani aache mwenzake? Kwa hiyo nafikiri wametimiza wajibu wao.

Kuzuri ya kuzuria mbele zako naomba Bwana kwa ajili ya sadaka hiyo nato Bwana, ya na jumapili ya leo iwe sadaka ya ukombozi kufunguliwa katika kesi hii na, na kuwafanya watu kuabudu wewe Bwana, lakini Mungu, shughulika na kila mmoja mwenye hila na uovu.